Kimsingi mimi ndio mwakilishi wa kata ya Kawajense katika nafasi hiyo ya udiwani na. Na leo nikaona ni vema na ni vizuri zaidi kuhakikisha na kuja kuwapasha habari hususan mm. wananchi wa kata ya Kawajense mm. isitoshe kwa sababu redio yetu ina masafa marefu mm. nadhani wote watasikiliza wata, wata, wata na kuona sasa, ni jinsi gani serikali yao inatekeleza yale mama, mama, ahadi ambazo zilitoa, ishirini ishirini ishirini ishirini na tano kupitia Ma. mimi mwakilishi wao ambaye kimsingi niko hapa kwenye kituo hiki cha Radio Mpanda Radio FM, hapo isema kata ya Kawajense ya kimsingi, sasa hivi ni kata ambayo ni kweli, yani tumepokea na, na, na, na, na, na, katika mwaka uliopita elfu mbili na kumi na saba kumi na nane tulipata mradi mkubwa wa lami wa taktiki na sisi ni miongoni mwa eneo ambayo tulifaidika sana, ah kwenye barabara za mitaa nazo pia zinapitika. mm -hmm. E, unajua lazima tukubali kitu kimoja, mradi wa lami na mradi wa barabara za vumbi vitu viwili tofauti. Barabara ya vumbi, unatakiwa kila mwaka utenge bajeti ya ku, ya kutengeneza. mm -hmm. na ndio maana kama ulitengeneza jana mvua zikija inategemea sasa na, na, na, na, na kipindi hicho msimu wa mvua zitakuja kwa kwa kasi gani. Kwa hiyo zinahitaji marekebisho matengenezo ya mara kwa mara. elfu mbili na ishirini ndio mwaka ambao wananchi walikupa ridhaa tena ya kuwa mwakilishi wao. Uh, ni maeneo gani ambayo uh, unafikiri kwamba yes tume win, lakini pia maeneo gani ambayo unafikiri mpaka um, sasa bado kidogo tumetereza ambapo tunahitaji zaidi. Uh, kuendelea na utekelezaji tukianza kwenye uh, mradi wa afya halafu tutakuja uh, miundombinu mingine elimu na mambo mengine e, kwanza, kwanza hapo hapo, ndugu mtangazaji, tukianzia katika eneo la, la, la elimu hmm. Ishirini ishirini wakati nakabidhiwa na, na, na ilani ya Chama cha Mapinduzi, zipo changamoto ambazo ziliainishwa kwenye ilani hile, na ilani hile ina kurasa mia tatu na tatu ambayo ina maeneo yake tofauti kutokana na changamoto zenu nyinyi kama, kama wananchi hmm. na katika kata ya Kawajense ni miongoni mwa kata ambazo zilikuwa zinakabiliwa sana na upungufu wa vyumba vya madarasa sambamba na, na, na matundu ya vyoo sambamba na, na, na, na madawati ila katika kipindi hichi cha 2025, ah, kwa kweli tunaweza tukasema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ameshusha rehema zake na hilo, nisipepese macho lazima tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, tumshukuru sana mbunge wetu wa jimbo la Mpanda Mjini kuhakikisha sasa ni jinsi gani anapambana, sisi tunapompelekea zile changamoto zetu na kuhakikisha sasa anazirudisha huku kwa hao ambao ndo wananchi wetu mwisho wa siku, japokuwa tunajua kabisa kwamba changamoto huwa haziishi kuisha kwa changamoto wewe upoteze uhai. Na hata ukisoma ilani yetu ya, ya uchaguzi sura ya tatu huduma za jamii ibara ndogo ya sabini na nane kwa kweli ndio maana naweza nikakwambia kabisa kwamba katika kata ya Kawajense kwa kweli tumetekeleza tume, tume, kwa sababu katika kipindi changu cha ishirini ishirini na tano nimejenga vyumba vya madarasa visiyopungua kumi na mbili sambamba na shule moja mpya. Kwa hiyo utaona sasa kwamba ni kweli tumeadvance kwa kiasi kwa kiasi fulani, japokuwa kuna swala la madawati nalo pia. Katika kipindi hicho hicho kuna zaidi, zaidi ya dawati mia moja themanini tumezisambaza katika shule zetu hizo sambamba na matundu na, na, na, na, ya, ya ya vyo kwao vyumbo vya madarasa na madawati yake, wanafunzi hawakai tena chini, watu wanaenjoi wanasoma. Ah, kukaa chini sio kusema wakae chini, kwa sababu ndo maana nimekuambia tumelipunguza kwa asilimia kadhaa, sio kusema kwamba wakae chini. Wapo baadhi wanakaa chini, kwa mfano kama watoto darasa la kwanza la pili, chekechea, wale wanakuwa ni wengi zaidi kwa hiyo katika eneo hilo bado tunao wanaokaa chini. Ndio maana nikasema tumepunguza hmm, sio tumemaliza. Sasa, licha ya kupunguza, unakuja na mkakati gani diwani, kuhakikisha kwamba hii e, changamoto ya, ya madawati inaondoka na wanafunzi wanakaa kwenye madawati kama kawaida? E, kwanza la, lazima tufahamu tu, tu, tu, tu ni kwa nini, tunaweza, tukarudi, kwa nini tunaweza tukarudi tukasema kwamba dawati ni, ni, ni, ni chache mle katika shule zetu dawati zinakuwa chache kwanza kutokana na upungufu wa vyumba vya madarasa, kwa sababu hata saa hizi kama mtakuwa na dawati nyingi zaidi mtaziweka wapi? Kwa hiyo hivyo vitu vinategemeana, tunapoongeza vyumba vya madarasa sambamba na kuongeza madawati. Japokuwa tena madawati huwa yanakuwa yanaharibika, kwa sababu ni vitu ambavyo watoto wanavitumia, yapo yanayovunjika, yanafanyeje na tumekuwa tukiendelea kufanya ukarabati yale ambayo yameharibika, basi yaendelee kutumika. Vyumba kumi na mbili vya madarasa ambavyo umevitaja hapo, ni ni vyumba ambavyo vimejengwa kwenye shule moja ama shule ngapi? Zilinufaika na vyumba hivyo? Aha, shule kwanza, lazima tufahamu, kata ya Kawajense ina shule za msingi shule nne jumla tuna shule za msingi tano. Hii shule moja ni, ni, ni, ni ya sekta binafsi, shule nne ni shule za, za, za serikali, na katika miongoni mwa shule hizo shule tatu zilinufaika na, na, na ujenzi wa hivyo vyumba vya madarasa. Shule ya msingi Nyelele pale tulisimamisha vyumba vitano na tulikuwa na upungufu wa vyumba vya madarasa visiopungua vyumba vya madarasa sabini na nane tukasimamisha vyumba vitano na kwa kuliona hilo Mheshimiwa Rais alitupa fedha zaidi ya shilingi milioni mia tano hamsini na moja kuhakikisha sasa tunaenda kuongeza shule nzima katika eneo hilo, na tukalifanya hilo kwao, tukazaa tena shule nyingine ambayo kimsingi tuliita shule ya msingi Kawajense katika eneo hilo. Katika shule ya Mizengo Pinda pale tumejenga vyumba vingine vitatu, ambapo kwa sasa tena tuna ujenzi wa vyumba vingine vinne ambavyo vinajengwa wapi? Shule ya msingi Mizengo Pinda na tumeshaanza structure ya foundation ile, hmm. Shule ya msingi Msakila tumejenga vyumba sita katika kipindi changu, kwa hiyo tutatoka kwenye kumi na mbili tutakwenda kwenye kumi na sita katika kipindi ambacho nimepewa ridhaa kuongoza wananchi. upatikanaji wa maji kwenye kata yako? Upatikanaji wa maji kwenye kata yangu kimsingi unaridhisha. Hmm. E, unaridhisha sana na sio kidogo, unaridhisha sana kwa sababu tunayo mabomba ya jumuiya ambao mabomba yale ya jumuiya huwa yana siku zake za kutoa maji hmm. Na hiyo inatokana na upungufu wa, wa maji ambayo ya yanazalishwa katika mji wetu wote wa manispaa. Kwa hiyo watu wa mamlaka wamekuwa na utaratibu kwamba Leo kama ni Jumatatu au Jumanne, basi upande fulani utapata utapata maji. Kata ya Kawajense inasimamia hospitali ya wilaya ambayo iko ndani ya kata ya Kawajense, na na kupitia Mheshimiwa mbunge katika eneo hilo, kwa kweli mbunge anatuangalia na tumekuwa tukifanya tu, tu, tu, tu vizuri, japokuwa ndo nikirudi kule nyuma kama nilivyosema changamoto hmm hazina tabia ya kuisha. Tumeshuhudia kata mbalimbali mbali sasa hivi zikifanya uzinduzi wa zahanati zile hmm. za kata uh, vipi kwa upande wa Kawajense? ni na, na, na, na, na, kweli unachokisema, kuna baadhi ya maeneo kweli wamepata mpaka vituo vya afya hmm. wamepata zahanati, na ndio maana ukirudi hata katika ilani, ndio maana nilikwambia ukirudi katika ilani imeainisha ime wazi kwamba kila kata lazima ipate kituo cha afya mm, na kama sio kituo cha afya basi itapata zahanati. Ila miongoni mwa kata ambazo hazijanufaika na kupata zahanati ni sababu na kata ya Kawajense, na hiyo inatokana kwanza na, na, na, na ufinyu wa maeneo ya ujenzi wa miradi hile. Kinachotukabili sana sisi ni upungufu wa maeneo ambayo yalitengwa kwa ajili ya matumizi hayo ya huduma za jamii hilo ndo limekuwa likitusumbua sana. Kwa hivyo hakuna mpango wowote wa kuhakikisha mapata eneo ili mweze kujenga hmm. au tayari mmekubaliana kwamba hatuna eneo? Hapana, mpango uliopo ni kuendelea kuiomba serikali katika yale maeneo ambayo wameyatenga kama open spaces zile, basi tu, tu, tuweze kuwaomba sasa tubadilishe matumizi yaje kwenye matumizi ambayo ya ya ya, ya, ya huduma hizo za kijamii, na hilo tulilifanya tulilifanya wakati tunajenga hii shule ya msingi Kawajense. Kama utafika lile eneo, kwa kweli lilikuwa alistahili kujenga shule, kwa sababu kwanza ni eneo ambalo ni finyu mno, ila kwa sababu kutokana na umuhimu wa jambo lenyewe, basi tukaiomba serikali na ikatusikiliza, ikatupatia lile eneo na baadhi ya eneo pale tukalipa fidia kwa waliokuwa wanalimiliki, basi tukajenga ile shule pale. Kwa hiyo hata hii masuala ya kujenga zahanati, kujenga vituo vya afya, tena nafikiri labda tudili sana na, na, na zahanati, kwa sababu tukisema vituo vya afya kwa zile open space ambazo nazifahamu haziwezi kutosha kabisa. Ni sehemu gani ambayo bado uh, tunahitaji zaidi subira za wananchi katika utekelezaji wa mradi? Kwanza, la kwanza ambalo tunahitaji sana subira ni kwenye miundo mbinu ya barabara katika eneo hilo. Kwa kweli imekuwa ni changamoto, ila nashukuru Mungu katika kipindi hichi ambacho mimi nimekuwa kama mwakilishi wao, nimeweza kusimamia baadhi ya maeneo, tumefungua barabara ambazo zilikuwa hazipitiki miaka na miaka, tumejenga mitaro zaidi ya, ya, ya mita elfu moja karibia na mia nane kwa maeneo tofauti tofauti labda mtaa huu tunaweza tukajenga mita mia tatu mita mia nane mita mia sita mita mia moja Kwa hiyo ukija ukizijumlisha zote unapata karibia mita elfu mbili ambazo mimi kama mwakilishi wao kukweli, kwa kweli naweza nikajivunia kwa hilo, japokuwa katika eneo hilo bado tunazo changamoto na na nafikiri na, na hilo ni, ni tunasema ni, ni, ni kilio cha kitaifa, ila katika eneo langu naweza kwa kweli nikajimwamba fai kwamba yapo maeneo ambayo kweli yalikuwa yanasumbua sana, ila na leo hii yanapitika. Swali la uzushi kidogo, una mpango wa kuomba tena? Uh, kimsingi, nina mpango wa kuomba na ndio maana nimekuja nizungumze yale mazuri ambayo tayari nimeyasimamia, ili aweze kunitolea kuni, kuni kuniwekea nani indicator ya kuomba tena mm. Kuomba tena ni jibu, sio swali okay. <laughs> Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.